Lakini niseme moja ya mafanikio makubwa na ya kihistoria ni yale ambayo mlifanya tafsiri ya Kurani tukufu kwa lugha ya Kiswahili, ambayo imewezesha watu wengi kujifunza mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwa urahisi zaidi. Hongereni sana kwa hilo. Nina imani kupitia hili mmewezesha <coughs> waumini na wasio waumini kumjua Mungu zaidi, lakini kumpenda na kufuata mafundisho yake. Hili limesaidia kwa kiwango kikubwa watu kuishi kwa amani ndani ya familia zao na taifa kwa jumla meweza kutoa viongozi bora wa familia na ndiyo maana nawaona hapa wazee, vijana, umri wa kati, takriban kila mmoja wenu ni kiongozi katika familia yake, lakini pia mmeweza kutoa viongozi bora wa, wa taifa letu kupitia mafundisho mnayofundisha na kueneza maeneo mbalimbali kuwa na amiri, amiri na mbashiri mkuu na viongozi wengine waliokaa hapa, sio kazi ndogo. Ni kazi ambayo mmeifanya kupitia mafundisho ya Mwenyezi Mungu, na mkaweza kuwa na viongozi bora katika familia, viongozi bora katika jumuiya yenu, lakini viongozi bora katika taifa letu na dunia kwa ujumla. Hongereni sana. Asanteni sana. Aidha, kupitia mafanikio hayo mmeweza kuendelea kuwajengea maadili mema waumini na wasio waumini. Kufuatia mafundisho mnayofanya bila kuchoka. Mkimjengea mtu maadili, mnasaidia ku, mnamsaidia kujua mema na mabaya. Mkimjengea mtu yoyote maadili kupitia dini, unamsaidia kwa kiwango kikubwa kujua mema na mabaya ufahamu uzuri na faida ya kutenda mema, ikiwa ni pamoja na kuwa na familia bora yenye maadili na ukishakuwa na familia bora, ni wazi kuwa utakuwa na taifa bora lenye amani, upendo, utulivu, usalama na mshikamano. Ndugu zangu mliokusanyika hapa, tukumbuke familia ndiyo kitalu au bustani ya kupanda mbegu njema ya mafundisho ya Qurani tukufu, ndicho kitalu cha kustawisha neno la Mungu kutoka katika kitabu kitakatifu. Familia ni bustani na bustani hiyo inastahili kumwagiliwa si tu na maji lakini kwa, kwa neno la Mungu kwa neno la Mwenyezi Mungu. Familia ikiweza kushika mafundisho ya Qur'ani tukufu, ni wazi itakuwa ni familia yenye maadili, yenye hofu na Mwenyezi Mungu, yenye kumheshimu mwenzake, yenye utu yenye kukemea maovu. Kama familia haina maadili ambayo yanatakiwa kujengwa na misingi ya maadili ya dini basi itazalisha mtu mwenye matendo mabaya. Ukiniangalia mimi Misime katika utendaji wangu kama matendo yangu ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu, ni chukizo kwa binadamu wenzangu, ujue hakuna mbegu iliyo bora ya, bora ya dini iliyojengwa ndani ya moyo wangu, ndani ya, ya mioyo yetu ya kutufanya tuwe watu wa kutenda mema. Kwa hiyo kupitia jumuiya yenu ya Ahmadiyya mnachofanya kusia mbegu bora ambayo ni neno la Mungu. Ndugu zangu.